Sasa kwa sababu tuko katika wiki zuri la Krismasi, nimependa tuende na somo zuri na tutaenda na somo linalohusu Krismasi kama Bwana itampendeza mpaka Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo chetu leo, tutaanza na somo letu linalosema Yesu alikuja kama mtu lakini ni Mungu. Yesu alikuja kama mtu lakini ni Mungu. Tutaanza katika kitabu cha Mathayo ile sura ya kwanza mstari wa kumi na nane. Nitaomba samani nipate mtu wa kunisaidia kusoma, kwa sababu biblia nilionayo ina maandishi madogo. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18. Ifike ngapi? Soma nitakwambia basi. Asante. Anasema Athayo Athayo 1 mstari wa 18. Ndio. Anao kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Ndiyo, ndio. Maria mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu. Ndiyo. Kabla hajakaribia, kabla hajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho kwa vile alivyokuwa mtu wa haki alitaka kumwaibisha, aliadhimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika Bwana alimtokea katika ndoto akisema, mm, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu. Keo nchiyo, nchiyo. Maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen, ishi hapo hapo Bwana Yesu asifiwe sana, aleluya. Tena tumesoma hapa na mtumishi wa Bwana ametusomea vizuri kabisa, na kama nilivyozungumza kwamba Yesu yeye alikuja kwa namna ya mwili kama mtu, lakini alikuwa ni Mungu. Wanatheolojia wanatufundisha Wanasema Yesu alikuwa ni mwanadamu asilimia mia moja, lakini pia alikuwa ni Mungu asilimia mia moja. Kwa upande zote mbili Yesu alikuwa yupo. Kwa hiyo alikuwa ni upande mwingine, alikuwa ni kiumbe wa ajabu, sababu alikuwa ni Mungu asilimia mia moja, lakini pia alikuwa ni mwanadamu asilimia mia moja. Sasa wengi wanaamini upande mmoja, kwamba Yesu hakuwa Mungu, ila alikuwa ni mtu. Kwa nini wanaamini hivyo? Kwa sababu alikuja kama mtu. Lakini sisi tunaamini kwamba Yesu alikuwa ni Mungu. Kwa nini tunaamini hivyo? Kwa mujibu wa Maandiko, kama jinsi alivyosoma hapo mtumishi wa Bwana, yeye hakuzaliwa kama binadamu wengine, alizaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yani yeye baba na mama, hakuzaliwa kwa mbegu ya mke na mume. Hapana, yeye alikuja kwa namna ya tofauti yetu sisi, na ndio maana kana ni mwana wa Mungu. Amen, Amina. Jamani, Amina, Amina, Amina. Na ndio maana habari hizi kwa wengine zinawachanganya sana. Ukimwambia Yesu ni Mungu anakataa. Upande lakini kwa namna ya Roho moo Mtakatifu ni Mungu. Na sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hakuna jambo lolote tunaloweza kujificha kwa Mungu, alafu kila kinachoonekana katika dunia hii kiliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye aliyefanya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwa uweza wa Roho Mtakatifu kumfanya Yesu ndani ya tumbo la Mariamu. Amen, yaani unajua, Mungu alipokuwa na umba, ukitaka kujua kwamba ni ni nafsi zile ni Mungu katika utatu aliyefanya uumbaji, ni pale Mungu baada ya kazi za uumbaji wa vitu vyote akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa nini Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu? Ina maana tayari Mungu aliita ndani ya huyu mama, yeye Roho Mtakatifu ni shahidi katika uumbaji. Jamani amina sana jamani, amina kubwa sana. Mirija yote ya uzazi, Roho Mtakatifu anajua mtoto anakaa wapi, yeye anajua. Si alihusika katika uumbaji? Kwa hiyo ina maana Yesu, sisi tunaamini

wanaume kwa sababu wao ilikuwa ni desturi mm. Binti ukifanya uzinzi mm. yeah, unapigwa mawe paka rufu, ilikuwa ni laana katika taifa. Kwa hiyo mabinti walikuwa wengi, na ndio maana hata malaika anamshukia Maria, salamu yake ya kwanza anasema salamu Maria, wewe eh, asante mwanangu, salamu Maria, umejaa neema, umebarikiwa wanawake wote. Ina maana walikuwepo wanawake kama yeye, ila yeye kaja neema, alafu tena amebarikiwa. Amina sana, amina kubwa. Jamani amina, amina, amina, amina. Ah! Kanisa la Bwana, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo huyu mama amepata ile nini? Yusuf alipokuwa alimpenda, akadhibu moyoni mwake. Akasema namwacha kwa siri. Maana mimba haifichiki jua dalili za mimba zilionekana kama kawaida, tumbo lilionekana kama kawaida, kwamba huyu ni mja mzito. Sio kwamba aliingia tu, miezi tisa kama kawaida, akuzaliwa nchi sio tu uwezo wa Roho Mtakatifu, kesho anajifungua. ah ah usito wa Yohana Yesu alikuwa ndani ya tumbo la Mariamu yes. Walipokuta yule Yohana yes. Akacheza ndani ya tumbo la babake akaruka. Unajua, Mariamu na una Elizabeth walikuwa ni ndugu yes. Sasa siku wametembeleana, mtoto yule wa ndani ya Elizabeth Yohana akaduka yule sauti ya mtu aliyaiikan na Yesu unajua alikuja kwa unabii ni mtoto wa kinabii. Kwa hiyo, Yesu naye ni mtoto yes, wa kinabii. Kwa hiyo sasa, walipokutana hawajatoka, ila ndani kwa ndani, huko huko mtoto wa yule akaruka a, na mtoto wa huyu naye akaruka. Niwaulize wamama, watoto wakiwa tumboni hawachezi step na? <laughs> mmoja akapata na neema ya Roho Mtakatifu <laughs> kutosha yeah. Watu wanaruka huko na yule naye anaru, na anaruka, alafu wote wanashtuka. Siku ulikuwa na mawasiliano gani? Maana mama anashtuka mtoto ameruka, na huyo anaruka. Sasa wewe bila shaka mtoto kibeba huko ndani, naye anasema na wewe <laughs> na mimi kimeruka huko ndani, wakafurahiana. Sasa lengo la kuzungumza hivyo ni kwamba hawa watu, akatangulia kuzaliwa Yohana Yesu. Ina maana kuna miezi hapa katikati walipisha. Kwa maana kwamba uwezo wa Roho Mtakatifu haukusababisha kiumbe dakika hiyo hiyo. Uwezo wa Roho Mtakatifu ulienda na utaratibu wa kibinadamu ule, ule ili Yesu aonekane kwamba yeye alikuwa ni mwanadamu tu kama wanadamu wengine. Jamani ya amenena sana. Ikawa nyuma ya ubinadamu wake kulikuwa na Mungu.